Wacha wewe huna akili kwa maana kama anasema una akili nasema huna akili. Sasa wewe mwambie nini? Ni mwanamke ambaye hana mwigo wa Mungu. Hajui kumuliza mume wake, lakini mtu anajua maneno ya Mungu, ili mtu akaelewa, anajua kwamba Mungu amefanya jambo. Kwamba mwanamke amefanya nini? Hallelujah. Nataka ipatia sana ndoa yako waje na mgogoro hata kumlinda mume wako. Amen. Mm -hmm. Nikashaka kigogoro inaanza kupungua. Ni sikana kigogoro hilo ndio ni kwa sababu nashika kumlinda mume wako. Ni kwa sababu wewe ndio unampendewa, na, unamsalimisha na yeye anakatenga hata kutafisha. Kwa sababu ya upa mm -hmm. na yule hajaumbiwa kukubali kusalimishwa. Amen. Yaani kuzalisha maombi ni gumu. Hakubali. Ndoa nyingi zinakufa kwa sababu ya mwanamume anaposhusha heshima yake anaposhindwa kuimbwa hiyo ishi inakuwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukijifunza neno la Mungu tunajua tunajua jinsi gani ya kuongea nanii na mume wako, tunajua tunafahamu tukijifunza neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu lina kila kitu. Ndiyo maana tunasema kwamba kusudi namba moja ni kujifunza neno la Mungu. Neno yani namba moja neno, namba mbili neno namba kumi neno hata nabakienohataaamya kujifunza kwa sababu neno ndiyo kila kitu. Neno limejenga utajiri wako, neno limejenga amani yako, neno limejenga furaha yako, neno la Mungu. Nakasema namba moja ni na kujifunza neno la Mungu, kujua Mungu anasema nini, anasemani neno